Tuangalie taarifa ya kusikitisha ambapo polisi wanachunguza kisa ambapo mhudumu mmoja anayefanya kazi ya kuwasilisha bidhaa zilizonunuliwa mtandaoni alipatikana ameuawa kikatili katika mtaa wa South B, hapa Nairobi. Mwili wa Anthony Otieno ulipatikana chini ya kitanda katika jengo moja mtaani humo, ukiwa na damu nyingi na umefungwa miguu na mikono. Ode Francis anasimulia mauaji hayo ya kutamausha. Anthony Otieno alikuwa mwenye shughuli ya kuwasilisha simu ya walioagizwa wa mtandaoni, ila baba huyo wa watoto watatu hakujua shughuli anayoifanya kila siku ya bodaboda ingemtia kwenye mtego wa mauti. Anthony aliondoka dukani mjini Nairobi na kuelekea Meridian Apartments mtaani South B kupeleka mzigo huo ulioagizwa kupitia mtandao wa WhatsApp na mwanaume aliyedaiwa kuwa Eldoret. Jamaa huyo aliagiza mzigo upelekewe kakake katika nyumba hiyo ya kukodi. So hata alikuja asubuhi around 9 akachukua uh, delivery ikatoka around 10:30 kufika uh, around 12 ndio simu zake hazikuwa zinaingia tunampigia kwa namba zote mbili haikuwa inaingia. Tukajaribu client client pia inaingia. Time ya mwisho nilimpigia ilikuwa around saa nne na nusu, akaniambia nimefika kwa client, ngoja nitakukol. So from there, sijui nini ilifanyika. Baada ya saa kadhaa, mwili wake ulipatikana chini ya kitanda katika nyumba ya nambari 14, orofa ya 4. Damu ilikuwa imetapaka chini. Ripoti ya upasuaji wa maiti ikisema alipigwa kichwani kwa kitu kizito. My brother was tortured. Alikuwa tied, uh, kwa mikono uh, miguu alikuwa amefungwa mdomo, alikuwa na blood all over the body oozing, I think, maybe from the, uh, nose. So I don't know the motive ya watu, sijui ni simu alikuwa anataka ama alikuwa anataka kumuua. Wapelelezi walipata kisu na chuma inayoshukiwa kutumiwa kumuua na simu ile ile aliyokuwa awasilishe. Pikipiki yake pia ilikuwa bado imeegeshwa nje. Tuliambiwa kuna mama mwenye ya BNB mwenye ndio alipatikana na simu al, kama aliwanyang'anya sio, sielewi aliwanyang'anya je. Chumba hicho kilikuwa kimekodeshwa saa chache kabla ya tukio hilo na wanaume wawili waliolipa shilingi 2500 pesa taslimu. Charity Mudhoni Mishoki, mmiliki wa Airbnb, anasema alipokea ujumbe asubuhi ukisema bili ingelipwa jioni, lakini alipokwenda kukagua chumba alishtuka kuona damu sakafuni. Pamoja na majirani walivunja mlango wa chumba cha kulala na kupata mwili wa marehemu. Msako wa kuwa nasa wa uaji unaendelea. Ode Francis, runinga ya Citizen Nairobi.